ameelekeza nije hapa, na yeye anatambua uwepo wa tukio hili katika mkoa wa wake. Mimi niseme tu, kwanza ni washukuru sana sana wabunifu na waandaji wa tamasha hili katika wa wa mkoa wake, ambao ni pamoja na kampuni ya Africa Sports Agency Company Limited wakuja na ubunifu huu katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Kama shahidi mimi na madhumuni yake makweli kweli, maelezo vizuri hapa na wandazi kwamba kuna faida nyingi ndani yake, ui tofauti kumi na tatu. Mimi nyingine hata kuzisema zinakuwa ngumu. Kuna Suzuki, Land Rover speed na hizi speed kuna 104 C504. Leo tumeona kuna Anglia, kuna Rendova, hili hata jina misi kwa kweli, okay. Ile vitu tu inaitwaje? Eh, tumeona kuna Datsun hapo. Tumeona kuna gari ya baba ya askofu kwa jimbo la Moshi enzi hizi. Sasa hii ni demo kuu kuhakikisha kwa kwamba mwezi wa kumi na mbili magari ya sampuli zaidi ya kumi na tano yatakuwepo kwenye viwanja vya maonyesho, lakini kama haitoshi, tunakusudia kuwa na magari yasiyopungua mia tatu katika maonyesho hayo. Sasa tunawaomba wale wote wenye magari wakisitwi kuyatoa kwa sababu fursa imepatikana wale wayaonyeshe na katika kuyaonyesha huko, tutatengeneza shughuli za kibiashara zitakazowanufaisha wananchi wa maeneo yote. Lakini sambamba na hiyo, katika kipindi hicho hicho tunakusudia pia kuwa na safari. Wale wote ambao wanataka kusafiri kwenda kwenye mbuga zetu watapata nafasi ya kwenda, na kwa mwaka huu kwa msimu wa kwanza chagua kwenda Mahuru, na kwa sababu viongozi watawa na wa na wa Makuyuni wako hapa, kabla hawajazungumza, nitaomba niwapatie na wao waseme kidogo, ili basi tuweze wananchi waweze kuona utayari wa jinsi ambavyo